Karibu kwenye chaneli yetu pendwa Moh Vision Online TV, mahali ambapo tunazungumza mambo ya afya, mahusiano na uelewa wa kisayansi kwa lugha nyepesi na ya kueleweka. Leo tunazungumza mada ambayo imezungumzwa sana mitaani, lakini wachache wanaielewa kisayansi. Kweli ukubwa wa uume una maana? Je, ni imani potofu au kuna ukweli ndani yake? Katika jamii nyingi wanaume hukua wakiamini kuwa ukubwa wa uume ni kiashiria cha nguvu za kiume au uwezo wa kumridhisha mwenza. Lakini swali linabaki, je, sayansi inasemaje? Je, wanawake wenyewe wanathamini nini zaidi: ukubwa, uwezo au muunganiko wa kihisia? Kulingana na tafiti zilizochapishwa katika majarida kama Journal of Sexual Medicine, matokeo yanaonyesha wanawake wengi wanaripoti kuwa uwiano wa mawasiliano, hisia na kuaminiana ni muhimu zaidi kuliko saizi ya uume. Utafiti mmoja uliohusisha wanawake 75 waliwauliza wachague kati ya uume mkubwa, wa wastani au mdogo, kwa kutumia vielezo vya vitu halisia 3D ambapo zaidi ya asilimia sabini walichagua wastani kwa ajili ya mahusiano ya muda mrefu. Kuridhika kimapenzi si suala la saizi pekee. Inahusisha muda na ubora wa tendo, hisia na mahusiano ya kihisia, uelewa wa mawasiliano ya kimwili na kiakili. Kumbuka, mwili wa mwanamke umeumbwa kwa namna ya kipekee, na sehemu nyingi za raha zipo karibu na mlango wa uke. Kwa hivyo, mbinu na mawasiliano ni silaha kubwa kuliko ukubwa. Imani potofu kuhusu ukubwa wa uume inaweza kusababisha: wasiwasi wa kisaikolojia kwa wanaume, matumizi ya bidhaa hatarishi za kukuza uume, kuvunjika kwa mahusiano kutokana na kutotimizwa kwa matarajio ya uongo. Ni muhimu kuelewa kuwa kujipenda na kujiamini ndicho kitu muhimu zaidi katika mahusiano yoyote. Ujumbe wetu leo ni huu: ukubwa wa uume haumaanishi kila kitu. Kilicho na maana ni mahaba ya kweli, uelewa, mawasiliano na heshima kati ya wapenzi. Kwa wanaume, jiamini, jifunze kuhusu mwili wa mwenza wako, zingatia ubora, si ukubwa. Kwa wanawake, tusaidie kuvunja imani potofu kwa kuzungumza kwa uwazi kuhusu kile kinachokuridhisha. Asante kwa kutazama video yetu hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili ujumbe huu ufike mbali. Tupatie maoni yako kwenye comment. Je, unadhani ukubwa una nafasi gani kwenye mahusiano? Mpaka wakati mwingine, kumbuka, afya ya akili, mwili na mapenzi huanza na maarifa.